Mzee Fikra, hii kofia ya kusikiliza wengine imenifungua macho. Nilimsikiliza mama yangu kwa mara ya kwanza bila kubishana naye, nikagundua ananipenda sana, ila nilikuwa naona kila ushauri kama pingamizi kwangu. Hapo sasa, umevaa kofia vizuri sana kijana ah. Mtu anayesikiliza anajifunza, na anayejifunza hubadilika pia kijana ah. Nataka niendelee kujifunza mzee, vipi? kuna kofia gani nyingine leo ah? Leo nakupa hii kijana. Kofia ya kukubali kushindwa eh. Ni kofia ngumu sana kuivaa, lakini ina umuhimu sana kwenye maisha yako. Kushindwa? Hapana ah, hiyo sitaki mimi, sipendi kushindwa mzee. Hapo ndipo wengi hukwama kijana, kila aliyefanikiwa aliwahi kushindwa, na tofauti ni kwamba walijifunza kutoka humo. <laughs> ah, sawa mzee, nakumbuka niliwahi kufeli <laughs> mtiani wa maisha, lakini niliweka kisingizio badala ya kubadilika. Huo ndiyo ushahidi kwamba ulikuwa hujavaa kofia ya kukubali ukweli. Sasa umeivaa. Eh. Ukivaa hii kofia ya kijana hautaogopa kujaribu tena hata kama uliwahi kuanguka. Da, polepole pole, naelewa sasa. Kumbe maisha ni shule isiyo na mwisho wa muula, ah. <laughs> Na wewe sasa ni mwanafunzi bora. Endelea eh, kujifunza na siku moja, naamini utanivalia kofia yangu, kofia ya hekima ha?